Kusanyika katika mazishi haya. Kwanza wafiwa wanatoa shukrani zao narafu sana kwa msiba kwa mtoto huyu ambaye kila mmoja anajua ni mtoto ambaye aliuawa. Sio kitu kile ambacho cha kawaida kwa mtoto kama huyu, ambaye mtoto wa miaka nane, mtu anaweza akamchukua mtoto kama huyu ambaye ana makosa aenda kumuua mtoto wake tu, kama huko msimu tena, katika miezi kama hii, kwa Waislamu ni mwezi mtukufu e, kama ki sla, kama akiwa ni Mkristo pia bado ni Kwaresima, ni miezi ambayo watu wanatukuzwa. Hasa mtu kama huyu, Mwenyezi Mungu atakuwa na nafasi gani? Lakini waambie tu kwamba Mwenyezi Mungu anamjua vizuri sana anamuona yeye popote atakapokuwepo, machozi ya watu wanaobia na watu wanakusikitika katika jambo kama hili, basi mtu kama huyu hana muda mrefu. Na kama ndo mambo yake, maanake na watu hao kuwa mtu kama vile kuwa au kuwa e, mende wala ni kitu kidogo sana kwao, lakini jambo kama hili, mtu kama huyu hana maisha marefu sana. Iko siku sote tutakuwa ni mashahidi kwa mezha au atakuja na... a hata, hata kama atauo wangapi lakini, iko siku na yeyetaidakila mtu kujua au kwa wakita mwenye kifo cha kudhalilisha ambacho kila mtu atelea aa kama alivyomdhalilisha mwenzake, lakini na iko siku na nae atakuja kudhalilika zaidi ya hivyo alivyofanya. Kwa sababu huyu ni mtoto mdogo, bora angekuwa hata sisi watu wazima i <coughs> yule mtu fulani mtu mzima mon, hasa mtoto kama huyu, tena wa kike eh? tena wa kike ambaye ana makosa gani moamiaka 8 ojaaraai. Kwa hiyo kwa sisi tuwe na subira, wafiwa wawe na subira katika msiba huu, wavumilie, wajue hata Mungu angetaka, Mungu angetaka jambo hili si kufanyika, lakini Mungu ameruhusu jambo hili kufanyika na wamemuua, basi Mungu amchukua kiumbe wake yeah, na yuko sehemu salama kabisa. Huyu sio kama sisi watu wazima, anataka dua nyingi huyu, ile swala ya maiti alioswaliwa wala aina cha nini wala nini. Basi niseme tu kwa niaba ya wafiwa, kila aloshiriki kila alohudhuria, hata kama hakushika chochote, lakini kuhudhuria tu hapa basi Mwenyezi Mungu atampa malipo yake.